Ikulu ya Chamwino Dodoma, kazi na wakutazisha hapa viongozi wa serikali wakiongozwa na rais, ni uapisho wa jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania. Mimi George Mcheche Masaju naapa kwamba nitaitumikia vyema na kwa moyo thabiti Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kazi ya jaji mkuu, na nitafanya haki kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania iliyowekwa kwa sheria na kwa kufuata mira, desturi na sheria za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania bila hofu upendeleo huba wala chuki e, Mwenyezi Mungu nisaidie. Baada ya kiapo hiki, jaji mkuu Masaju anasema atahakikisha mahakama inasogeza huduma kwa wananchi ili haki ipatikane kwa wakati. Moja ya kanuni zetu kule mahakama ni citizen centric service, yani kwa Kiswahili, yani huduma zinavyolenga mwananchi wa kawaida Nitaenda kushauriana na wenzangu tuone namna gani tunaweza kutekeleza uh, maelekezo haya ili kusogeza huduma zetu karibu na wananchi, na hii ina faida kwa sababu hii moja ya njia ambayo inaweza kuharakisha utatuzi wa wa, wa hii migogoro yani watu kupata haki zao mapema. Akihutubia hadhara hii, Spika wa Bunge Dr. Tulia Ackson anasema bunge litaendelea kushirikiana na muhimili wa mahakama katika kutunga na kutafsiri sheria. Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania litaendelea kushirikiana na mahakama kwa maana ya kwamba sisi, ni kazi yetu kutunga sheria, lakini tukishatunga sheria ni kazi ya mahakama kutafsiri sheria, wakati ni kazi ya serikali kutekeleza sheria. Kisha Rais Samia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 anakuwa jaji wa tisa kuhudumu nafasi ya jaji mkuu wa mahakama ya Tanzania tangu uhuru, lakini jaji wa saba mzawa kushika wadhifa huo. George Mbara, Azam News, Dodoma.